Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapa ni baada ya darasa la tafsiri ya Qur'ani la Sheikh yetu Sheikh wa Mkoa wa Manyara, mbele yetu tunaye mgeni ambaye ametoka Kondoa moja kwa moja kuja kuhudhuria darasa ambalo linatolewa na Sheikh wa Mkoa wa Manyara. Tunaye hapa atajitambulisha majina yake, kisha atatueleza anaonaje darasa hili. Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa darasa ni nzuri na zina ufahamisho nzuri na zina mazikatio mazuri na zinawatia nguvu wale ambao wamepewa kazi za kusimamia waumini na waislamu wa umuman kwa ujumla. Ni darsa zina mafundisho ndani yake mazuri ya kumuimarisha kiongozi yoyote aweze kuwa na amani katika kuongoza dini ya Allah, subhanahu wa ta'ala. Eh, na kuona katika darsa la Sheikh wa mkoa la tafsiri ya Qur'ani ndani ya siku tatu hivi. Je, umejifunza nini mpaka sasa ndani ya siku hizi? Kwanza, kikubwa nimejifundisha kuwa na mazingatio katika kile ambacho kinachofundishwa, mtu kuzingatia, kama vile darsa ya jana imeeleza sana habari za mtume jinsi ambavyo alivyokuwa akihusiwa katika subira. Jambo la subira limeelezwa sana na nimejifundisha kuwa na subira katika usimamizi wa dini ya Allah, hilo mashaallah, mashaallah. Sasa, kabisa, ee, kwa kifupi ni hilo mashaallah. Sasa mwisho kabisa, video hii inaenda kwa waumini wengi na waislamu wengi ndani ya mkoa wa Manyara na nje ya mkoa wa Manyara, unawaambia nini wale ambao wanat, wanatizama video hii kwa sasa? Kikubwa nawaambia kwanza upendo na ushikamano ili dini iwe na nguvu ni kuwapenda mashehe kama hawa na kupendana sisi kwa ujumla mm. Pamoja na kuwa na msimamo okay, wa kila ambacho uko nacho okay. Barakallahu fika okay. Okay. Tunashukuru sana. Majina yako matatu na wapo umetokea? Mimi naitwa Saidi Hamisi Itaso. Natokea wapi? Okay. Kutoka Kondoa, wilaya Kondoa, okay, mkoa wa Dodoma. Okay kijiji cha Kalamba kwa shekhe shekhe, Shekhe Maulid bin Hassan akiwa ni matomu chuo kikiongozwa sasa hivi na shekhe wetu Sheikh Muhammad Ma Shekhe Muhamad, mashaallah. Shukrani, asante, zakallahu khaira. Tuende tukamsikilize shekhe wa Mkoa ana taarifa atakutuambia zimetuijia mwanafunzi wetu taarifa muda huu kwamba amegongwa na gari na amesha fariki yuko mkoani, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kwenye Inna hospitali Inna Inna ya mkoa. Kila siku tunakuwa naye kwenye darsa hapo na ni mwanafunzi wetu wa